Senegal kuamua kutoka uwanjani eh, baada ya, ya penalti ile ambayo ilikuwa imetajwa eh, lakini wao wakapinga. Hii ni muda mfupi tu baada ya wao kunyimwa bao na, na, na refa eh. Nirudi kwako Josephat Charo, tukio hili la kikosi kizima uh, ama asilimia sabini hivi cha Senegal kutoka uwanjani, katika sheria za soka, wewe unazungumziaje uh. Oea, Josephat, umeishiwa <laughs> na maneno ama unajaribu kure? Bado umebakia na mshangao? Unaniuliza kuhusu sheria za soka, wale wachezaji <laughs> walikuwa wamekasirika, <laughs> na mimi binafsi nilikuwa nimekasirika vilevile. <laughs> Ushaona sasa kwamba wao walitoka nje mm. Mimi nilikuwa nimeshatoka nje tayari, lakini e, si waungi mkono kwa lile tukio ambalo wamelifanya, lakini nadhani kwamba hisia zilikuwa nyingi mm. e, zikawashinda nguvu kuweza kuzidhibiti na uamuzi kwani huo, kwamba wameshawishiwa na wakaamua kwamba watoke nje mm. na kule kutoka nje, kule kukasimamisha ule mchezo, lakini mambo yakaendelea, tukauona uongozi mzuri sana wa Sadio Mane akizungumza nao na kwa isha uh, mimi siwezi kuwaunga mkono kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mm. Lakini kwa upande wa pili wa shilingi, hatua kama ile bwana, ilileta presha pia vile vile kwa ule mwamuzi wa kati ambaye kivyangu mimi nilikuwa namwona kabisa ule bwana, vipi? mm. Vipi huyu bwana vipi? Hii mechi vipi? Kabla mm -hmm. eh, ya fainali hii nadhani mambo yalikuwa yanatokota chini chini mm -hmm. na kumekuwa na tetesi, mjadala mtandaoni kwamba kuna upendeleo fulani kwa mwenyeji Moroko mm -hmm. na haikushangaza kwamba ilifika mahali mambo yakawa magumu zaidi. na kocha Papet yao kabla ya mechi alikuwa amezungumzia mambo mengi, usalama na namna ambavyo timu yake ilivyoshughulikiwa katika siku ya mwisho mm -hmm. Mm -hmm. Sasa, walikasirishwa si kwamba Wali, Morocco walipewa penalti, nadhani, kwa sababu bao lao ambalo pengine lilikuwa halali lifutwa na referee kama ulivyotaja. mm -hmm. Alifanya kosa kwamba alipuliza kipenga kabla ya bao lile kufungwa, yaani alihisi ali kwamba kuna makosa haraka haraka, lakini sheria ni kwamba unaruhusu hilo tukio likamilike, wafunge mm -hmm, bao ama wasifunge mm -hmm, kisha utapata fursa. Ndio maana jana VAR isingeweza kuingilia uamuzi huo mm -hmm, na hicho nadhani kiliendelea kuwakasirisha zaidi wachezaji wa Senegal ambao walihisi wamedhulumiwa, na si sawa kimchezo kisheria kabisa, si sawa kabisa siwaungi mkono Walitakiwa tu watulie na waangalie lakini uh, ndo hivyo tena. Unajua hisia zinakuwa. Nilichokuwa eh, nataka kuuliza kwa sababu mm, baada ya wachezaji kutoka nje, vuta ni kuvute katika benchi la ufundi, makocha na watu ambao walikuwa karibu katika eh, kila kikosi Ibrahim mm, ama Brahim Dias alipewa nafasi ya kupiga penalti. Ni mchezaji ambaye alikuwa mchezaji bora wa mashindano ama mfungaji bora mm, wa mashindano haya, lakini kwa namna alivyoipiga ile penalti, unadhani alikuwa anajaribu tu kusawazisha mambo kuondoka mm -hmm. sababu yeye ndio hapana, angalia, yani yule alikuwa ameamua kwamba atapiga vile akijua kwamba Mendy atakwenda kulia ama kushoto mm -hmm. ile ni mbinu ambayo inatumika sana katika yeah. upigaji wa penalti <coughs> ah, yani pale ni Mendy ndiye ambaye mimi nampongeza kwa sababu ea, alitulia yeah. lakini yule angefunga, kwa sababu kawaida saikolojia ni kwamba goalkeeper anakwenda kushoto ama kulia, na kama angeruka pale Mendy, ile bao lingeingia pale pale, lakini alitulia pale pale na, na, na, na, na hisi ni, ni kweli kuna uh, maoni kwamba pengine alitaka tuku fanya mambo yake sawa, lakini nadhani Brahim Diaz ni mchezaji mzuri sana na nadhani um, <laughs> ni kitu ambacho ali amevurugika kusema kweli, kwa sababu dakika kumi na tano mechi ilikuwa imesimamishwa mm, kukawa na vurugu pale hata kabla apige hiyo penalti. Eh, tayari mimi nimemuona kabisa na alikuwa ametulia maanake alikuwa anaangalia mpira ni sawa, lakini baada ya dakika kumi natano ukisubiri kupiga mpira katika mazingira kama hayo kupiga mm, penalti, yeah, yanaweza kukuvuruga na kufanya maamuzi mengine tofauti. Pengine, right, hata uamuzi wa kupiga panenka, mm, ulikuwa dakika za mwisho, mwisho, kwamba niamue kupiga tu panenka, lakini mm, ikagonga mwamba bila shaka na Mendy anafahamika zaidi kwa kuweza kuzuia penalti za namna hiyo. Kipa amezuia Aguero amezuia kadhaa, kwa hiyo sio la kushangaza. nafikiri nafkiri hmm. Diaz hakufanya e, utafiti kwa, kwa namna gani ya kumfunga Mendy katika mabao ya e, namna ile. Lakini yote tisa kumi, tuzungumzie pia um, wakati wa tuzo hizi zikipeanwa e, za Afcon. Ulidhani kwamba Morocco walitendea haki e, Senegal na namna ambavyo waliandaa sherehe ile e, kwanza mashabiki walitoka karibu wote wakabakia mashabiki wa Senegal peke yake. E, mm -hmm. Vipi um, kusu hili? Kama nilivyosema tangulia kwanza uh, kwamba tukio hilo liliharibu mashindano ambayo yalikuwa kwa ujumla wake mazuri sana na ilikuwa ni kukosa heshima na sio sio naweza kusema fair play, kusema mm -hmm. kweli licha kwamba walipata tuzo ya fair play Morocco, mm -hmm. lakini tabia ambayo walionyesha pia nayo nao si nzuri na, mm -hmm. na hii inaonyesha kwamba uh, lazima pengine lazima adhabu ichukuliwe, lazima ichukuliwe adhabu. Infantino e, anasema hmm, wachezaji wa, wa Senegal wachunguzwe, eh, wa, wa wachukuliwe hatua ya kinidhamu kwa sababu hmm, ya kutoka nje na mashabiki wa Morocco pia vile vile mm -hmm. wachunguzwe, alafu Morocco pia iadhibiwe kwa sababu ya hivyo ngoma draw